Wajibu wangu mimi ni mmoja na kazi za mbunge ni mbili. Ya kwanza kuisimamia serikali itekeleze ilani ya chama kwa vitendo. Kazi ya pili kutunga sheria ambazo haziwakandamizi wa Tanzania. Hayo maeneo mawili tunakwenda kulala nayo mbele kwa mbele. Haiwezekani tutunge sheria alafu wanakuja watu wasiokuwa waaminifu wanapindisha sheria kukamata hovyo bodaboda, kuwatandika bodaboda, kuwanyanyasa bodaboda. Hiyo sio serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali ya Samia imesema koa, imezungumzia masuala ya utu kazi na utu. Tunasonga mbele, kazi na utu. Ndugu zangu, nitoe wito kwa jeshi la polisi. Mnafanya kazi nzuri, lakini wako wasiokuwa waaminifu wanalichafua jeshi letu. Hao sisi tukiwatambua tutakwenda kulala nao mbele kwa mbele. Haiwezekani tuwanyanyase. Tunaposema kazi na utu, maana yake ni ungwana wenye uwajibikaji ndani yake. Kazi na utu ya Samia ni pamoja na kujali utu wa Mtanzania. Ndugu zangu, mimi nataka niwahakikishie, ndugu zangu wa bodaboda boda. Ndio maana leo nimefanya siku hii kuwa maalum kwenu. Wako watu wamekuwa wakiniuliza, mbona wengine hatuitwi? Tutawaita, lakini tunaamini kwamba kijana ni taifa la leo tukasema, na ndio maana tukasema twende tukakutane na vijana wenzetu, tuwatengenezee uchumi wao ili waweze kutuliza maarifa na kujitafutia kipato chao kwa